Kutembea umbali mrefu kufuata huduma za matibabu yakiwemo ya kinamama wajawazito na watoto wachanga ni miongoni mwa changamoto zinazowakabili wakazi wa kata ya Iyunga Mapinduzi iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Kutokuwepo kwa kituo cha afya kwenye kata yao ndiko kunasababisha maisha ya wakazi hawa kuwa hatarini kwa kukosa huduma stahiki kwa wakati, hatua inayowalazimu kupaza sauti kuomba msaada wa kutatuliwa changamoto hiyo. Tunajifungulia maganjo maganjo. Tulipokuwa tunaenda tipo, wakaanza kutukataza, wanasema nendeni shua, tukienda shua wanasema nendeni izuo, ukienda izuo wanasema rudi maganjo. Sasa hayo ni matatizo. Baadaye wakaanza kusema nendeni ifisi, unaenda ifisi wanasema nenda ilembo. Sasa tunaomba msaada wenu kwa miguu yenu yote miwili, tunaomba msaada wenu, msaidie kweli. Mimi nitafurahi sana endapo kituo cha afya hiki kitafunguliwa wa mama tutajifungua, tutajifungulia mahospitali, watoto wetu homa watapungua. Kwa kweli hapa tunahitaji ya kituo cha afya, kwa maana wamama tunapata shida kipindi cha kujifungulia. Tunapofika hadi kijiji mahali pa dhaanati tunakosa huduma, tunahitaji kupata huduma, kwa maana kama na mimba siku, siku ya kujifungua imefika, kutembea kutoka hapa hadi Wamama wengine wanatokana wanapata madhara kutokana na, na, na umbali wa, wa kituo cha afya. Andrea Mwangonyi ni diwani wa kata ya Iyunga Mapinduzi, anasema awali serikali iliunga mkono juhudi za wananchi za kujenga zahanati kijijini hapo kwa kutoa kiasi cha shilingi milioni ishirini na saba, lakini baada ya hapo hakuna jitihada zilizoendelea, hatua inayozua maswali kwa wananchi: ni lini wataondokana na changamoto inayowakabili lakini jengo hili unaloliona nguvu ya wananchi imetumika sana. Kwa mujibu wa kaimu mkuu wa divisheni ya afya, ustawi wa jamii na lishe wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Amadi Malukunga, zaidi ya shilingi milioni mia sita zinahitajika ili kukamilisha ujenzi wa kituo hicho, huku wakikiri kuwepo kwa uhitaji mkubwa kwa wananchi, hususan wajawazito, kutapunguza wimbi kubwa la wajawazito kujifungulia majumbani na wakunga wajadi mazingira ambayo hupelekea vifo vya watoto wachanga na kina mama. Akiwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwa kushirikiana na wadau wakiwemo wananchi, mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Homera amesukumwa na uhitaji wa wakazi hawa na akatoa maelekezo kwa halmashauri. Nawaelekeza halmashauri ya wilaya hii ya Mbeya ya kwa vijijini kuhakikisha kwamba mwezi wa saba tarehe kumi walete milioni mia mbili hapa Iyunga Mapinduzi oyee! <coughs> Sasa kwa kuanzia, wanatakiwa walete milioni ishirini hapa. Afya ya mama mjamzito na mtoto ni miongoni mwa mambo yanayopewa kipaumbele katika utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya makuzi malezi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT Mam. Hivyo ni muhimu kwa wadau kushirikiana kukamilisha ujenzi wa kituo hiki ili kuepusha vifo vya mama na mtoto kwenye kata hii. Nikiripoti kutoka wilayani Mbeya, mimi ni Joakim Nyambo wa Daily News Digital.